Amefariki na wengine watano kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha magari aina ya Probox na Prado V8 katika eneo la Sekea barabara ya Ngangani Kitui Rural. Gari aina ya Probox lilikuwa likitoka Kitui kuelekea Kibwezi huku Prado ikitoka Mombasa kuelekea Kitui. Chifu wa Ngangani David Matumbu amethibitisha tukio hilo na kusema miili imehifadhiwa katika makafani na majeruhi wakipelekwa katika hospitali ya rufaa ya level 4 huko katika kaunti ya Kitui. Nimepata simu kutoka kwa the nyumba kumi cluster head wa area inaitwa Ngangani B Market Mwambani, ambapo kuna accident imefanyika mwendo wa takribani saa nane hivi, na nikakimbia kwa scene nikapata kwamba kuna gari haina ya Toyota Probox. Nambari za usajili ni KBR 047 ambapo ilikuwa inaendeshwa na mwanaume ambapo tumepata jina yake kuwa anaitwa Mwaniangenja, na gari nyingine aina ya 8 usajili namba plate ni KDV 1008 ambapo ilikuwa inaendeshwa na mwanaume anaitwa Solomon Mutugi ambapo tumegundua kwamba alikuwa anatoka pande za Mombasa akielekea Meru. Solomon Mtungi alikuwa na bibi na wajukuu wawili na Mungu amewarehemia. Ni Solomon tu ameumia, mkono umevunjika, na tumeharakisha amekimbizwa hospitali. Bibi yake na wajukuu wako in stable condition. Lakini kwa gari ya Probox ambapo imeharibika kabisa, mwendeshaji wa hiyo gari Bwana Mwani Ngenja amefariki, na kuna mwanamke wenye wameumia, tumejaribu juhudi ch juu chini na tumewakimbiza hospitali, lakini kufika pale kuna mwingine mwanaume tena amefariki. Kwa hivyo wale watano wako stable condition, na saa hizi traffic police wanaendelea na juhudi, magari zenye zimeharibika zimeondolewa, na tunaendelea na kutoa gari ya mwisho ambapo V8 imeshika ime moto, imechomeka kabisa. Uh, changu tu ni kutoa ilani kwa uendeshaji wa magari hapa kwa hii barabara, kwa sababu ni highway hii. Lami tumekuwa tukipoteza maisha ya watu wengi, na tunaomba wakuwe macho tu. Kuna watoto wanaruka barabara, kuna wanyama wanapita na magari zimekuwa mingi. Kwa hivyo tunatoa ilani tu, wakuwe kiafu na uendeshaji waende na ile mwendo ambapo inawajibika, kwamba mtu akiona kitu inaweza leta shida, basi anaweza jikontrol.